Mike, baadhi ya wadau mbalimbali ambao waliweza kusababisha kama tukafanya tena uchaguzi, lakini wale wadau walipokuwa sisi wengine wakitushauri wakitu la pengine bidha au tukiobea tunataka kugombea nafasi fulani, walikuwa wakituambia neno moja, nakumbuka kama alea, kwamba tunaona hiki chama labda kitafanya vizuri zaidi endapo kikiongozwa na wanamuziki wenyewe au kikiongozwa pia na wadau au kwa asilimia fulani wanamuziki na asilimia nyingine iwe ni wadau. Kwa nini walikuwa wanasema hivyo? Kwa sababu walikuwa wanafikiri kwamba mara nyingi walikuwa wakiitisha vikao, na pengine ndio ilipelekea mpaka chama kikadorola mpaka kikalala kabisa, ni kuto kuhudhuria kwenye vikao mbalimbali vya chama, na ikapelekea chama kabisa kikalala kabisamm aa anashauri kwamba labda mkiwa viongozi nyinyi wenyewe wanamuziki na technique zenu ambazo tunajua mkiitana mtakuja. Lakini hii uh, ila leo tunaiona hapa, hii ndio hali halisi ya wanamuziki wa dansi. Au au hii ndio hali halisi ya wanamuziki kuto kuhudhuria, lakini ukienda uh, kwenye grupu kule unakuta kuta watu wanaongea sana, watu wanaongea vitu vingi. Sio dhambi kuongea, sio vibaya kuongea, lakini tunapoitana tuje, kwa sababu uh, chama bila vikao pia haiendi au haviendi. Kuna vitu vingine tutaongea kule, lakini kuna vitu vingine au taarifa zingine anafikia nyinyi wenyewe. Nyingi taarifa nyingi za utendaji wa wa chama mmezisikia hapa leo, lakini uh, tutaziwasilisha vipi? Huwezi kuongea kila kitu kwenye grupu. Ile grupu limeanzishwa tu kwa kupeana taarifa mbalimbali, lakini sio mambo yote ya utendaji ya chama unaweza ukayapata mle. Kwa hiyo watu wanaongea, lakini mara nyingi nilikuwa natamani sana wale ambao walikuwa wakiongea wangekuwepo hapa leo lakini nikiangalia ni naona Simoneta mtu mmoja lakini, huu ndio mziki wetu wa dansi <laughs> Kingine, kama anavyosema katibu, tumekuwa tukishirikiana pia na taasisi mbalimbali, ikiwemo mlezi wetu mkuu Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, na hapa mbele tunaye mwakilishi ambaye amemwakilisha katibu mkuu mtendaji kutoka Baraza la Sanaa la Taifa, ambaye yeye ndio amekuja hapa rasmi lakini pia tulipeka barua ya mwaliko kwenye bodi ya shirikisho la muziki Tanzania, ambapo muziki yote iliyoko Tanzania wote tunakuwa ni wanachama ndani ya bodi ya shirikisho la muziki Tanzania. Kanemao pia tuliwapelekea taarifa ya mdomo na ya barua na bbbab <laughs> Asante sana jamani, mwenyekiti, katibu meza, kuu itifaki imezingatiwa, nipende kushukuru kwa kutukaribisha, maanake kikao hiki ni, ni cha kwenu, lakini mmetukaribisha, mliona kwamba sio vizuri kufanya pekee, mandalao nasikuje tuone kile kinachoendelea kwa hiyo na mimi kwa niaba ya mkatibu mtendaji, ameniruhusu kufika niseme asante. Jina langu naitwa Delina Ndumbaro, natoka Baraza la Sanaa la Taifa, ni afisa sanaa sehemu ya muziki. Na Chama cha Muziki wa Dansi ni mojawapo ya vyama vya muziki ambavyo viko chini ya Shirikisho la Muziki. Kwa hiyo na furahi kuwepo na wajumbe pia wamefika. Nimefurahi kuona angalau kuna kuna kitu kinaendelea, kuna ushirikishwaji unaendelea. Ilipokuwa kidogo mwenyekiti ametoa eh, ametoa kidogo maelezo kwamba mahudhurio sio makubwa, lakini basi angalau kwa kuanzia hata hao wachache waliopo mwenye kitu usichokitisha kikao, watafika. Inawezekana labda siku nyingine wakuwa wanaona kwamba hawatafanya au tukienda labda ana jambo la maana, lakini kwa kwa namna hii, naona siku nyingine watafika. Kwa hiyo usichoke, kwa sababu chama bado tunaendelea na kuna kazi kubwa mbele. Kingine pia ni wapongeze, naona taarifa zenu mmeziweka kwenye maandishi, mmeweka kwenye maandishi, tena sio maandishi ya kuandika kwenye mkono maanake ni viongozi wamejipanga, wameandika taarifa, wamekaa wameandika, wamechapa. Kwa hiyo ni wapongeze, niseme kwa niaba yao, jamani, hawa watu wanafanya kazi, hebu tuwapigie makofi. Sio vyama vingi ambao wanapenda wana, wana, wana kuweka kazi kwenye utaratibu na mimi lakini kwa mazingira tulionayo sasa, hii ndio namna vizuri hata baadaye ni, ni rahisi kurejea kujua kwamba lini kilifanyika nini na kilifanyika vipi. Kwa hiyo niwapongeze sana, na mingine pia ni tunavozidi ni, ni, kuendelea na teknolojia, inawezekana hata kuna siku mnaweza mkafanya mkutano labda wa ngazi ya taifa tuseme kwa wajumbe, siseme kwamba msikusanyike, lakini inawezekana siku nyingine kuna mjumbe labda yuko Morogoro, si ndiyo? kuna mjumbe sehemu si nyingine ameshindwa kufika, basi inawezekana kabisa kunasui hata kikao kikafanyika kika kika kika kika kwa njia ya Zoom. Maanake kuna ambao wamefika hapa, lakini kuna wengine ambao wameshindwa kufika kutokana na sababu mbalimbali, wanaweza wakahudhuria kwa Zoom. Kama mmeweza kufanya hivi, mimi naamini siku moja huko nitafika. Nisitumie muda mwingi sana jamani, muda umekwenda. Niwapongeze baraza, tuko pamoja na mimi kwa sababu kazi zenu zipo na zin na popote ambapo mnahitaji ushirikiano tunashirikiana vizuri. Amezungumzia habari ya kabati la mama, ni kweli, ule amelianzisha yeye, lakini basada kama mzazi alisimama ku alisimama na nyie, na kazi ikaenda vizuri. Na kama mna mengine tena, nyie leteni, ikiwa na mawazo leteni. Inawezekana ukawa na wazo ukuona ile inawezekana, lakini ukibeba kuileta ukulibbe, na umeandika tukakaa tukachakata naeza tukasogea, yani wazo likazaa kitu kingine kikubwa. Kwa hiyo nyie ambao ni wadau msiache kutoa mawazo, jambo zuri sio kulalamika tu. Ukiwa na wazo kwa jamani, mimi naona hapa hatuende vizuri, lakini tufanye moja, mbili, tatu, kwa sababu hawa wako wachache, nyie mko wengi huko na mnaona mazingira yanavyoenda, na mi navyojua watu wana mawazo, watu wanatembea, watu wanaangalia kozi YouTube, wapi, vitu viko vingi, kwa hiyo usikai nacho, hebu kilete kwenye uongozi, mue na huo utaratibu mzuri wa kuleta maoni, na wao wanapokipata wanajua watakichapata, na wao watapofika mahali wanaona kwamba hakija wanahitaji nguvu zaidi, watakileta. Ndo kazi zinavyofanyika, lakini tukisubiri tu mambo yaanzie huku, wakati mwingine kidogo tunaweza tukakwama, au tukachelewa, na kualamu viongozi. Ulichonacho kidogo kama wazo, kilete. Kama wazo kitafanyiwa kazi Imewezekana sawa, yawezekana. Basi la, ukileta mawazo matatu manne katika hayo moja litafanikiwa. Jamani, muda unakimbia, siipendi kuongea sana. Nawashukuru sana, basi naomba mwendelee na kikao.